Nyota ya samaki, kitu unachokijua wewe kitakuwa ni tofauti na taarifa utakayofikishiwa. Umakini unahitajika kwa jambo hilo unalolifikiria. Mtu kuhamaki kwa jambo ulilolifanya, kusubiriwa kwa muda mrefu, kumfumbua mtu akili baada ya kumwambia jambo au kwa vitendo ufanyavyo, kumfanya mtu asiwe na wasiwasi, kumwona mtu akiteseka kwa maradhi, kufikiria maisha ya ndoa kutafakari ujumbe wa mtu kwa sauti au maandishi. Kumwota mtu anakura jongoo inakujulisha mtu huyo kupata maradhi ya husda. Kusumbuliwa na kitu pia, inaweza kuwa maumivu au ugonjwa na jambo linalokusibu. Kuhisi mgongano wa watu, yaani kutoelewana, na hali hiyo itasababisha shida kwa wengine. Kuyafikiria maisha yaliyopita. Kushindwa kumwanza mtu na kusubiri yeye aanze kuboreshwa kwenye taaluma yako. Kuona unakosolewa sana, hii ni sababu ya kutakiwa kuwa bora. Samaki, usiwe mwepesi wa kuchukia. Kuna mtu atahitaji kuwa mwema kwako. Utapata habari mpya yenye kusisimua, inaweza kuwa ni ya heri kwako. Kumkwepa mtu au kujiweka mbali naye, utakuwa muoga wa vitu hivyo. Utakuwa na tahadhari, chafya za mala kwa mala kuhisi kitu kinatoa harufu Samaki, usiwe muoga wa kuanza, kwa kuwa vitu vingine vinahitaji nguvu ya kujitoa, ndipo utakuwa imara.